Yes, kama umewahi kukutana na hii video ama picha ukiona inacheza na haujui, namna ya kuifanya ni rahisi. Sasa, kabla sijaendelea, kuna alama ya jumlisha hapo ibonyeze. Sio binafsi alafu kuna hiyo alama ya kopa pia ibonyeze, lakini pia unaweza ukasave na kushare na wengine waweze kupata taarifa ama kuona jinsi gani ya kuifanya picha icheze. Let's go. Ukiwa TikTok tayari unaenda hapa juu kwenye hii search bar unaibonyeza, alafu hapa juu utaandika AI AI sweat dance effect, alafu utabonyeza hiyo ya kwanza juu hapo. Ukishabonyeza utaenda chini kwenye use this effect, itakuja kama hivyo. Alafu pia hapa cha kufanya ni kutafuta picha ambayo utaifanya idance. Mimi natumia hii hapa, then baada ya hapo utaacha AI generate kwa dakika kadhaa. Hapa tunamalizia tu kuisubiri kwa sekunde kadhaa madakika kadhaa ambazo tayari umepewa, na hapa tayari mchongo unakaribia kukamilika kabisa. Utaona mwenyewe ile picha inacheza, yani unatoka kwenye picha na kuwa video ambayo inacheza. Kwa hiyo unaweza kufanya hivi ambapo unataka picha yako icheze na mchongo kama unavyoona umekamilika. Unaona sista hapo ana dansi freshi kabisa yani, eh sikiliza na mziki wake. Yes kwao, unaweza ukaingia hapa juu ukabonyeza kama utaki huo mziki, ukachagua hapa miziki mingi ambao unaitaka wewe, ama ukaenda ukasachi hapo, ukatafuta ukaandika jina la mziki unaotaka, then baada ya hapo ule mziki utaplay na sister ataendelea kucheza ama wewe mwenyewe utaendelea kucheza na uh, kufuata miondoko ya huo wimbo. Nadhani mpaka hapa tayari kwa namna ya kuifanya hii effect, lakini pia unaweza ka drop comment kwenye upande wa comment, ukaniambia nini kingine ambacho unahitaji, lakini dondosha shout out zako nyingi sana kwenye upande wa comment, lakini usisahau kama hujabonyeza alama ya jumlisha, ibonyeze, then bonyeza alama ya kopa, alafu shuka huko chini kwingine, share na watu wengine waweze kuona taarifa kama hii. Asante, tukutana wakati ujao. Baibai.